Kwa majina mimi naitwa Godfrey Kizito, ni mwanasheria na moja kati ya wajibu wa wanasheria ni kutoa elimu kwa umma, na leo kupitia Wakili TV niko mbele yenu kutoa elimu kuhusu mada isemayo ukatili wa kijinsia kwa watoto. Tukianza kuitoa maana au tafsiri ya ukatili wa kijinsia kwa watoto, kwa maana ni kwamba kisheria tunatambua mtoto ni mtu yoyote ambaye yupo chini ya umri wa miaka kumi na nane. Kwa hiyo mtu yote ambaye chini ya umri wa miaka kumi na nane kwa mujibu wa sheria ya watoto ya mwaka elfu mbili na tisa inamtambua kama mtoto. Tunapozungumzia swala la ukatili wa kijinsia, neno ukatili maana yake ni kitendo cha kufanya kitu chochote kile ambacho kitapelekea madhara kwa mtoto au kwa mtu, madhara ambayo inaweza kawa ni kiakili, kimwili au kisaikolojia. Kwa hiyo tunapozungumzia ukatili wa kijinsia kwa watoto, ukatili wa kijinsia kwa watoto Manake tunazungumzia ukatili ule ambao wanafanyiwa watoto kutokana na jinsia zao. Kwa hiyo tunapozungumzia ukatili wa kijinsia, kuna dalili za ukatili wa kijinsia. Je, utajuaje kama mtoto huyu au watoto hawa wanafanyiwa ukatili wa kijinsia? Dalili mojawapo ni kuona mabadiliko ya mtoto kwenye mwili wake au kiakili utaona kuna mabadiliko kwa maana unaweza kukuta mfano mtoto kama amefanyiwa ukatili, utaona ana mabadiliko katika namna ambayo labda anatembea, namna ambayo anazungumza, namna ambavyo anakuwa anajiamini. Utakuta kabla mtoto alikuwa anajiamini, lakini baada ya kufanyiwa matukio kama hayo anakosa kujiamini. Kwa hivyo hizo ni baadhi za dalili, lakini pia tunazungumzia athari. Je, mtoto akifanyiwa ukatili wa kijinsia kuna athari gani? Athari ya kwanza kabisa ya mtoto wa kufanyiwa ukatili inaweza ikapelekea maumivu katika mwili wake, anaweza akapata maumivu katika mwili wake. Ukatili huo unaweza ukapelekea kifo kwa mtoto, lakini ukatili huo unaweza ukapelekea kuharibika kwa maumbile ya mtoto. Panapotokea ukatili wa kijinsia, maana yake kunakuwa kuna kuna hatua gani za kisheria zinaweza zikachukuliwa? Hatua za kisheria zinaweza kuchukuliwa baada ya kufanyika ukatili wa kijinsia kwanza. Watu naomba waelewe kwamba ukatili wa kijinsia ni makosa, ni kosa la jinai, na ukatili huu wa kijinsia unaweza ukawa kama kubakwa unaweza ukawa kulawitiwa au kushikwa vibaya. Tukianza na tafsiri ya neno kubaka, kubaka ni kitendo cha kufanya mapenzi na mtoto, yani tafsiri ya neno kubaka ni kufanya mapenzi na mtu yoyote bila ridhaa yake. Sasa kwa maana yetu ya leo, tunapozungumzia kubaka tunazungumzia kitendo cha mtu mkubwa kufanya mapenzi na mtoto mtoto ukifanya naye mapenzi kwa mujibu wa sheria, awe amekubali au hajakubali, nasema umebaka. Sasa hiyo ndio tafsiri ya kubakani, lakini pia naomba watu waelewe, unapozungumzia kubaka, anayeweza kubaka kubakwa ni mtoto wa kiu wa kike peke yake. Mtoto wa kiume anafanyiwa kitu kilichoitwa kulawitiwa na mtoto. Kulawitiwa anaweza akafanyia mtoto wa kiume au mtoto wa kike. Lakini pia kuna kosa la kushikwa vibaya, kumshika mtoto mahala ambapo hastahili kushikwa na mara nyingi ni kitendo cha kumshika mtoto katika sehemu zake za siri. Hilo ni kosa pia la jinai. Kwa hiyo makosa haya ya jinai yanapofanyika, makosa haya yanapofanyika, ukatili huu unapofanyika kwa maana ya kubaka, kulawitiwa au kushikwa vibaya, sheria inakataza na inafanya kwa makosa. Kwa hiyo waliofanya haya matukio wanaweza wakachukuliwa hatua za kisheria kwa maana ya kufungwa. Kwa mfano, sheria iko wazi kwenye kosa la kubaka. Mtu akimbaka mtoto adhabu yake inaweza ikapelekea kufungwa miaka thelathini mpaka kufungwa kifungo cha maisha sawa. Mbamba pia na makosa kama ya kulavitiwa. Sasa huo ndio mfano, na kuna swala la katika njia mojawapo ya ukatili wa kijinsia, kuna swala pia la ndoa za utotoni. Ndoa za utotoni ni kitendo cha kuolewa kwa mtoto. Sheria ya kanuni ya adhabu, ambayo inatoa makosa ya adhabu inakataza kufanya mapenzi na mtoto, kwa hiyo unapomwoa mtoto kwa mujibu wa sheria ya jinai hilo ni kosa la jinai. Lakini pia ukija kwenye sheria yetu ya ndoa inaruhusu ndoa za watoto, kwa mujibu wa sheria yetu ya ndoa ya mwaka elfu moja mia tisa sabini na moja inaruhusu mtoto kuanzia miaka kumi na tano kuolewa. Sasa hapa sheria zinakuwa zinakinzana. Lakini pia sheria inazungumzia swala la ajira hatarishi kwa watoto. Sheria inakataza watoto kufanya kazi isipokuwa tu kama watoto watafanya kazi zile nyepesi ambazo hazitaathiri haki za watoto katika ukuaji wao na katika kusoma. Sasa kuna wajibu wa mzazi au mlezi kisheria ukoje? Mzazi au mlezi kisheria una jukumu la kumlea mtoto katika mazingira salama, kuhakikisha kwamba mtoto hapati ukatili wa jinsia kutoka kwa mtu yoyote, ni wajibu wako mzazi. Lakini pia panapokuwa kuna ukatili wa kijinsia, jukumu la mzazi ni kutoa taarifa katika vyombo vya sheria. Sasa nitatoa mfano wa jambo ambalo linaweza kutokea. Pata picha, mtoto wa kike amebakwa. Wazazi wengi baada ya kuwa mtoto wa kike amebakwa, wanachokifanya au mtoto wa kiume amelawitiwa. Napozungumzia kulawitiwa, labda wengine hawanielewi, natumzia lugha ya kwamba mtoto wa kiume anakuwa ameingiliwa kinyume na maumbile. Sasa anapokuwa amefanywa tukio kama hilo, baadhi ya wazazi wamekimbilia kuwachukua watoto wao na kuwaogesha, kuwa yani kuwasafisha kuondoa uchafu, na kisha kuwapeleka labda polisi. Sasa unapo, mtu anapofanywa tukio kama hilo la ukatili wa kijinsia kama hilo, unapowahi kumwogesha kabla hajakwenda polisi na kufikishwa hospitali kupimwa, maana maanake unakuwa umeshaharibu ushahidi. Kwa maana hata hiyo kesi ikifika mahakamani hatunakuwa na ushahidi. Lakini la pili, baadhi ya wazazi matukio yanapokuwa yametokea, wanakuwa wanachelewa kutoa taarifa. Kwa mfano, kuna tukio baba imetokea saa 12 jioni. Mzazi anaenda kutoa taarifa kesho yake asubuhi. Pale kuna masaa mengi yamepita. Sasa, yale masaa mengi yanayopita, maana yake anakwenda kuharibu ushahidi. Kwa hiyo ni muhimu sana wazazi wawe matukio ya wa uhalifu hawa ya ukatili jinsia yanapotokea tu wawahi kutoa taarifa. Na adhabu kwa makosa kama hayo nimeshazungumzia kwamba panapotokea kuna makosa ya ukatili wa kijinsia, kuna adhabu kubwa ambazo zinatokea, anaweza mpaka akahukumiwa maisha. Kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.